Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Fizi News Ventcat, hii ni tv yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni muda wako mzuri wa wewe kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas Tegaskio, na unipe macho, karibu. Tuanzie na huko Baraka ambako hali ya utulivu yarejea siku ya tatu ya wiki tunayo, baada ya milio ya risasi iliyosikika jioni ya siku ya pili mjini Baraka. Kwa jambo hilo, kamanda wa vikosi vya uzalendo kundi la SC mji wa Baraka, Amani Msebengi Amib, ameomba raia wote kuondoa shaka na kuendelea na shughuli zao. Akizungumza na tv yako juu ya hali ya usalama kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi mjini Baraka, mwakilisho huyo wa vikosi vya kamanda Muri William ya Kutumba, kamanda Msebengi Amib ame toa picha halisi hali ilivyokuwa. E, milio ya risasi ilitokana, tulikuwa penda kudesarme bwana Dragila ambaye anajiunga na bwana nani Joseph Kabila, na kwa kutukana jina, kutuka jina ya kiongozi na kutukana jina ya serikali ndio wakaanza kufyatua risasi, alafu jeshi la, la, la wazalendo nao pia kwa ku neutralize force risase. Iyo ni kwa kufyatua risasi tuka desarme bwana Dragila. Hiyo ni madaraka alijivika yeye mwenyewe. Kwa wazalendo sisi atumtambue, ah, kabisa. Eh kwa wazalendo tumtambue kama yeye ndio anamiliki maji? Hapana, hiyo ni madaraka alijivika yeye mwenyewe. Ndio tulifaulu tuli kumubeba silaha moja ya kabambi ya PKM, tulifaulu kubeba silaha tatu ya nani ya haka na jeshi yake kenda njo niko nayo hapa harani hapa kuyepe, yeye aliponyoka. Lakini kwa sasa, kwa sababu tuko yatumika pamoja na government e, serikali ya FRDC ilitusaidia, amekisha asikwa kwa muda huu, iko mule mkasho ya FRDC. Mimi najua tangu tufike hapa milio ya risasi ilikuisha nyamaza kabisa, na kama ilitukia vile, unaona simba mbili zikakutana mpaka mayani lungule E, tunaweza penda kuambia raia kama na kila mtu aingie mu activity ya kwake, hakuna tatizo, na vatasikia tena rimurio juu tuisha neutralize force ya wanadragila. Haiza kuhusu vitendo vya watu kuibiwa na pia wale wanaojifanya kwa wazalendo bandia ndani ya muji wa Baraka, kamanda Msebengi amib hamejibu mara tena, ndio kama mumeona, tumefanya tumefanya pm tumefanya pm muvile ya Baraka kwa sababu ya kumalizisha hiyo yote vitengo ya wizi juu matrupe ukasikia ni mwaza, ni mzalendo, lakini unaenda kumkuta na vala tu kepi ya yulu, ajulikane ni nani, ajulikane trupe zake. Alor njoo ile tuko na beba jeshi nafanya patrouille hivi, tuko na mpangilio ya kuonyesha raia na kuonyesha wanajeshi na kuonyesha nani polisi. kama ikifika muda tutapanga ikifika muda fulani vraiment, wanatuachia kwanza sisi tufanye security mumugini kwa kukamata wale wote waarifu, wenyewe kwa naarifu jina ya wazalendo na jina ya serikali ya Kongo. ni kipi ambacho mtakitumia kwa kuweza kujua kwelikweli huyu ni mzalendo na si mzalendo, kwa kuwa ukiangalia makundi ni mengi eh, kama vile kundi la SNPCC, kundi la SPDC, naona wengi wao wako na makarti, wako na makarti Ifo, kila kundi napashwa tuonyeshe modalite ya, ya karte ya kwabo na tunauliza wewe ni mzalendo gani. Kama vile mimi kiongozi wa wazalendo hapa nasimamia wa wazalendo wote. Kila mmoja atatua na trupe zake, anatuonyesha niko na watoto wote na makarte za service zao, tunaziona tunaregistre zile, sababu sisi tulifanya hapa PM. Hiyo PM tunabeba kila trupe eh, wanavala dorsari ya PM. Pakisha iva, wanatumika pamoja lakini tunaona wakati radio njoku kama njoo radio njoku inagabula vitu misaada kutoka nani fasi mb... mbalimbali tunaenda kukuta ma trupe zinakuwa mingi lakini ambao wanaofanya doria ni trupe kidogo azeze azeze eneo saba. Nitapenda kuambia raia kama inyamaze na yoyote nyata atapata tatizo, anaweza kukuya kwa mtandao wa simu. Eh, anabeba nani yetu naotuongelesha tuna anawahi, tunafanya interview, tutawatosha namba za simu afu anawahi kutupigia tunafika pale. Namba ni sifuri makumi munane na mbili makumi mbili na ine makumi tatu na sita mia ine makumi saba na moja na huko Kinshasa ni kwamba amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kanchachi na siku ya tatu ya wiki tunayo jemedari Shikatenda Shabani hivyo ni baada ya kuzuiliwa kwake kwenye jela ya kijeshi ya Ndolo pa Kinshasa tangu mwezi oktoba mwaka 2024 kwa swala hilo shirika jipya la raia NDC chumvi ya Kongo tarafani Fizi limetoa mkono wa pole kwa jamaa hasa kwa wakongomani wote ni uzuni, vilio, simanzi na majonzi makubwa kwa Wakongomani wote, hasara ya wa tarafa la Fizi kwa kumpoteza shujaa mkubwa nchini jemedari Shikatenda Shabani. Hafisa huyu mkuu wa kijeshi ambaye tayari alikuwa mstaafu alikuwa akizuiliwa kwenye jela kuu la kijeshi la Ndolo mjini Kinshasa tangu mwezi wa kumi mwaka 2024 sababu za kuzuiliwa kwake zilikuwa bado kuwekwa zarani. Ni siku ya tatu hii ya tariki 4 Juni 2025 ndipo jemedari Shabani Shikatenda amefariki dunia kwenye hospitali ya kijeshi ya Kanchachi ndani ya manispa ya Ngaliema. Kwa mujibu wa washirika wake wa karibu, Sikatenda alianza kugonjwa muda mchache baada ya kuwekwa nguvuni na sheria ya kijeshi nchini. Ni wiki mbili kabla ya kifo chake ndipo aliruhusiwa kupata matibabu katika hospitali mmoja ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa. Akiwa moja kati ya watu mashuhuri kijeshi na hata kisiasa nchini, jimedari huyo alisadikika kujihusisha katika masuala mengi muhimu ya kijeshi. Mzaliwa wa Fizi, jimonikivu kusini, Sikatenda alipigana vita akishirikiana na Rais Laurent Desire Kabila kwenye kambi ya ewabora wimbi na hata Tanzania namo miaka elfu moja tisa mia sitini na hivyo, ilikuwa ni kwa lengo la kupinga utawala wa rais Mobutu na ambapo baadaye alijiunga rasmi na jeshi la taifa la Congo. Habari hii ya uzuni imepokelewa pia kwa masikitiko makubwa analoshirika jipya la raia andisi chumvi ya Congo tawi la tarafa Fizi kupitia mwenyekiti wake bwana Malilo Macoma Bone ambaye ametambua ushujaa wa jemedari huyo hasa kwa kutetea nchi na tarafa lake. Huyu amesikitishwa pia kuona afisa huyo mkuu wa kijeshi amefariki wakati ambapo bado alikuwa na mchango mkubwa kwa ajili ya utafutaji wa suluhisho kwa hali ya usalama mdogo inayokumba nchi ya DRC, hasa eneo la Mashariki. Ni masikitiko makubwa sana ndugu mtangazaji, e, kusikia kifo cha Luteni Generali Shikatenda A, mpambanaji mkuu ambaye alipata sifa nyingi tu katika upambanaji wake, kufia kwenye gereza, wakati kama sisi mashirika kira ya kiraia tuliwahi kuandika mengi waambia serikali wamwachie huru na watu wengine walilalamika sana kusema kwamba hali yake ya mwili hairuhusu tena kukaa kwenye gereza kama na lile lakini, serikali ilichukulia maneno hayo kama vile hayana thamani. Lakini leo sasa, yanaumiza sana moyoni kuona uh, nchi ya Kongo iko kwenye hatari. Leo nchi ya Kongo uh, inandamanwa sana, Rwanda inaisonga kupitia m ishirini na tatu uh, na wengine waasi tofauti tofauti Uh, sasa kuona mtu aje apotee hivi, uh, mpamaraji mkuu, nasikitisha sana, inauma sana sana kabisa. Uh, kama serikali ingesikia yale watu waliosema kwamba huyo mtu afunguliwe, sababu awape nguvu wengine, huenda leo mambo angekuwa mengine. Shirika la kiraia ndisi chumvi ya Kongo linatoa mkono wa pole kwa nchi yote nzima ya, ya Kongo ya jimbo la Kusini, na kwa upekee tarafa la Fizi, na tunasema kwamba tunaomboleza pamoja na wazalendo ambao wameachwa na baba. Kwa ukumbusho, ni kwamba mbali na Shikatenda Shabani, baadhi ya maafisa wengine wa kijeshi wazaliwa wa tarafa ya Fizi wanaendelea kusalia kwenye jela ilo la Ndolo bila kujua hatima yao, ni kama vile jemedari mtu pekee na kanale Aochi ambao duruzi mmoja zinataja kuwa kosa yao kubwa ni ushirikiano walio Nao na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ambako kwa leo anatajwa na utawala wa Kinshasa kuwa na ushirikiano mkubwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Ama kweli vizuri ya vidumu, wakongomani watamkumbuka Shikatenda, hasa raia wa tarafa la Fizi kwa ushujaa wake na kwengineko ni huko Uvira ambako kutoa malalamiko kwa serikali kuu ya Kinshasa kulipa waume wao mishahara yao ya miezi zaidi ya tatu, ndio ilikuwa lengo kuu la baadhi ya wake wa askari jeshi wa, wa taifa FARDC kufunga barabara kwa muda wa siku mbili mfululizo katika mji wa Uvira. Shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu kusini lasema kuingilia kati juu ya swala hilo. Kwa kiema Fikiri Mashimango, mratibu wa muundo huo pa Uvira, hameonyesha kuwa waskari jeshi wa taifa FARDC pamoja na polisi Kazi, wanafanya kazi kubwa juu ya inchi na ni vyema mishahara yao inakuja kwa muda mwafaka. Ilifo kuonesha kwamba um, wanawake wa, wa FRDC wa, walifunga barabara jana na leo tena masubuhi, ma maasubuhi masanvio ma ya 9h balifunga barabara na avec selma comme objectif reclamation ma salaire, ma salaire ya salaire ya ya wasoda yenye pako. Wasoda wanaonesha kwamba wako na 5walipiwi si i na nikwambia tu raia yote ya kwamba tumeongea na wakubwa na wameturasiri kwamba, kwamba, uh, kusipopata majibu ya haraka kwa mareklama so mingi malalamiko mingi ya wasoda ni kuchangia usiku insécurité mbaya eh, kwa sababu nakutana kwamba, uh, wakati mtu iko na maisha mabaya inakuwa chanjo mbaya ya, ya mubaya kubeba mtu kisi wanapenda me, ni kuonesha kwamba, ni kusema kwamba mambo tumesikilizana na wakubwa ambapo tuliongea nao wameonesha kwamba ile uh, volonté uh, ya kuangalia kuchangia quand même wa étudier de manière approfondie fatana na shida yenye wasoda fulani fulani wa, wanapitia ndani Meilifoka meme kusinyali kwamba matatizo kwa mingi meme hapa. Jana na juzi tuliongea kwamba pako meme hata wa polisie wa, wa polisi wa wenye wanalamika wama wapati pesa zao. Ismail Fox nyali kwamba depuis jana juzi yake wa polisi walianza pokea pesa zao zawo, meam wangipokea miezi tatu miezi nne, lakini pesa ilikuwa ni miezi mbili. Mekiajabu, pako watu wamekuliwa tena uh, pesa ma par rapport na salaire yao, ambapo uh, franga tu wanajua wangikuliwa ni 8000 franc congolais kwa juu mutuelle de sante. Il faut kuonyesha kwamba tumeita wakubwa na walituambia kwamba watakamata muda kuongea na wapolisi porke wajue eh, nini wanaeza fanya, porke ile mambo isirudi zaidi. Tumalizie na huko Mkera ambako hali ya usalama iliweza kuzorota jioni ya Jumaa nne ya tariki tatu Juni 2025 katika kijiji cha Mkera sekta ya Mtambala tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa uingeno hilo na kupelekea raia kuwa na wasiwasi mkubwa. Akizungumza na tv yako bwana Mboka ishie tumbula kumi na tatu, mkuu wa kijiji cha Mkera ameonyesha hapa sababu za kupigwa kwa risasi hizo huku upande mwingine akiomba kwa wakuu viongozi kuingilia kati swala hilo, mwa hizi siku tatu ambazo zinapita ari tulivu lakini usiku wa kuamkia leo ulifikika kuanza mida za saa uh, uh, tano usiku hadi saa saba usiku. Waliopiga hiyo masase walikuwa wasuda wa tea geta pia na wakajiriwa na wazalendo. Hii mchana e, masase pia sikirika e, waliopiga hiyo masase ni wazalendo ambao waliokuwa wakipanda milimani kufo ndo waliopiga ile masasi ile, ndo hari ya Bukera, na kwa sasa eh, kijiji iko na utulivu. So, leo mchana risasi ilisikirika, waliopiga risasi hiyo ni wazalendo ambao waliokuwa wakipanda shambani la vita huku milimani, ndio wakaacha wanapiga piga ilo risasi mchana. Hali kama na hiyo sio hali nzuri, sababu tayari tumekwisha kupoteza unga wa ine, kulingana na msituku wa masasi. Kama na hiyo tayari kuna majaraha sasa mmoja yuko kwenye hospitali huu eh, pale Fizi, na kuna wenyewe wamekwisha poteza maisha. Hali kama na hiyo sio hali mzuri kabisa, sababu sio kupiga risasi ndio ijulikane mtu anakwenda shambani la vita. Hapana, mtu anaweza akaenda shamba la vita na i, hiyo hali sio hali mzuri, hairidhishi kabisa, sababu yanatia wasiwasi miongoni mwa wakaji ilikuwa ulevi, walikuwa ni nganda yenye kuitwa Oseade. E, baada ya ulevi, wakaanza suzana ndani ya nganda hiyo na moja kwa moja wakaanza piga risasi. Hatua tayari iko sababu tulikamatika hatua ya wanajeshi wa kufanya doria wa PM, na wale waliofanya hiyo vurugo usiku walishikwa na hivi wako kifungoni kwa kempi yao ya waskari. Message yangu leo ni wakuu viongozi wa jeshi watambuya kama wao kazi yao kukinga raia na, na mali yao yote na mipaka ya nchi e, sio kupigapiga vichioviovyo e, ambayo inatia wasiwasi -wasi miongoni mwa wakaaji kumbi, wale wanajeshi wanaofanya vitendo kama na hivyo e, wazidi kuwakamatia hatua ili wasirudilie tena kufanya vitendo potofu kama na hivyo. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, msomaji wako alikuwa ni mimi safari Almasi. Usisaukuliki kushana na kusubscribe ili waanze kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. bye bye. réel